Mashabiki wewe ukiwa miongoni mwa baadhi ya mashabiki, msimamo wenu ni kwamba maa... msimamo wetu ni kwamba hivi tarehe 25 sisi timu hatupeleke. Kama viongozi wanapeleka, wapeleke wao. Maana sasa hivi tunaonekana kwamba tunaendeshwa na Yanga na ni aibu. Ile nembo ya Simba ni kubwa kaka, ile mnyama yuko hapa pembeni leo, ndio tunaendeshwa na Yanga. Afrika kanda mbili, kanda mbili, tuendeshe sisi sasa. Sasa sababu za msingi ndio Yanga ni sababu za msingi, wale ambao mechi kuna rushwa mechi na nini, kiusalama hairuhusiwi, walipo sababu hizo Tuambie leo Simba amepata sababu gani ya kuairisha hii mechi kutochezwa leo. Yaani from now tu, watu wanaamua, wanaamua tu, tu. Timu imetayarishwa, kocha anaitayarisha ile timu kwa gharama. Kawaandaa wale ki psychology baki akili. Dabi ya pili inairishwa, kocha kama yule yupo ndani ya timu. Swala so, hili ni never wezekani. Tarehe 25 Yanga wakacheza na bodi ya ligi. Sisi hatutakubali. Kama viongozi watapeleka timu wapeleke wao. Yeah. Na ndio sababu za msingi eti bodi ya ligi wao wana uwezo wao, imefikia imefikia hatua sasa hivi kwenye nchi hii. Imefikia hatua kwenye nchi hii. Yanga wanaamrisha jambo na likaenda. Vilabu 16 vyote. Vilabu 15 havina uwezo wa kuamrisha kitu, lakini Yanga ana uwezo wa kuamrisha kitu. Juzi msemaji wetu anatuambia kwamba tarehe Jumapili kutakuwa ndio siku ya dabi Nabarue, katoleo, na barua ikatolewa official. Na kokota pale walipo watu waje uwanjani. Leo hii tunaambia, bila sababu za msingi dabi imeahirishwa na hakuna sababu ya msingi yote ambayo tumeambiwa. Tarehe 25 tena tunataka eti Simba tupeleke timu kwanza, Yanga watatucheka, dunia itatucheka, vilabu vyote tutaona, sisi hatuna lolote. Kwa tabia hii tunaiona, viongozi wanasifika kwa hekima na busara. Nikwambie, hekima imegawanyika, kuna hekima ambayo ya kuendeshwa Umeelewa? Hekima ya kuendeshwa, yani mtu anachofanya jambo lake, anamwaye hapo anaendesheni nyio wote. Wao sikia Yanga nao tamba sasa hivi. Usikii. Wakwambia sisi ndio wenyeji. Nasema usikie, mwananchi hakuna mwananchi mwingine ndio sisi. Wanaenda mbali za mbali zaidi wanakuambia hivi, tukisema letu hakuna mtu akutupingia. Hmm. Wanaenda mbali zaidi wanakuambiaje? Sisi kulikuwa hakuna uwezo mtu kutunyang'anya point. Na kweli hakuna mtu anyang'anya point. Na no, wanasema ukitaka hata mangungu atoke. Wa wanasema hivi, ah wale bwana wewe acha afya yangu. <laughs> Sasa, nikuambia kabla hapo Yanga msemeje? Sisi hakuna mtu mwenye uwezo wa kutunyang'anya hata point moja nusu alama, so mwende nusu alama. <laughs> <laughs> <laughs> Mchungaji, wanakuambia hivi bado hajazaliwa wakupokonya Yanga pointi hata hii moja. Je, ni kuulizo kwa nini mtakaipokonya pointi Yanga? si ndio imepelekwa mbele tarehe eh. Ina maana Simba imekuwa shamba la bibi? Simba imefikia hatua ya kudharaulika kiasi hicho? Yaani Simba hwa wanaidharau. <laughs> Inafikia hatua mpaka maamuzi yanatolewa na watu wanasema tawile Tarehe 25 tunaenda. Haiwezekani. Kitu kama hicho hakipo. Mtu anavuta kwenye tarehe anataka eh. Eh, tarehe inapangwa. Bodi ya ligi wanapanga tarehe wanavyotaka wao. Na sababu za msingi watupi. Mtego. Alafu watu wa watu wa Telegram wanachekelea nasema, tutawafunga. Hakuna kitu kama hicho hata kama tukiwafunga. Lazima tuonyeshe msimamo wa mpira. Leo tarehe 25 ilikuwa ndio mechi yetu, tunacheza leo. Mimi kwa ujumla nilikuwa na uwezo nikamwambia viongozi wa Simba, mimi ligi imeishia leo. Mimi nilipiga kelele nikasemaje? Nilikuwa nimevaa jezi hii kwamba Zanzibar Simba asipeleke timu. Tusikubali kupeleka timu Zanzibar. Simba si kapelekwa? Bekari sikachukua ubingwa. Ndio. Leo tarehe 25 tunaenda kwenye mtego. Yaani, mtego umetegwa wewe unajipeleka. Kwa sababu watu wananiambia eti ni mpira. Kama ni mpira, kwani wao sikukubali kucheza leo. Kwa sababu watu wengine wajue wanataka kuingiza siasa kwenye haya mambo wanakuambia Simba si nzuri, sina kina mpanzu, Kwani siweze tarehe hiyo. Ile tuangalie tunaangalia heshima ya klabu ya Simba. Heshima ya klabu ya Simba lazima isimame vile vile. Kama Simba Sports Club mnyama akiwa hapa kwa moyoni. Ndio. Tuna neno bado hivyo. Lakini leo inatokea Yanga yeye akipanga la kwake linakuwa. Kwa nini la Simba likipangwa li hivi? Ila si nchi hii ni Yanga peke yake. Nchi hii ya vilabu 16, ligi hii ya vilabu 16, kwa nini Yanga yeye anasikizwa peke yake? Kwa nini? Maoni yako hapo. Kwa hiyo mimi maoni yangu kwa jumla ni kwamba hivi. Haya ni maoni yeah. Sio msimamo wa Simba yeah. Ni maoni yangu, nasema nitashangaa sana Simba kama tarehe ishirini na tano atapeleka Simba timu uwanjani kwa sababu za msingi zifuatazo, tunazisikiliza mchungaji. Yanga ataonekana ndio mfalme wa nchi hii kama tutakubali sisi kupeleka timu tarehe ishirini na tano. Pili, Yanga tabia ya kuiendesha bodi ya ligi haitakoma. Tatu, watajiona wao ndio wenye nchi ili wasijione kwamba wananchi na wasijione kwamba bila Yanga na maisha yataendelea. Si tarehe 25 hamna kupeleka timu, wakacheze na bodi yao ya ligi iliyopanga. Haiwezekani. bodi nani hii? Inakuwa ni dabi ya pili na ilishwa kila siku, na nitashangaa kwa mwalimu naye, mwalimu naye kama atakubali kwenda kupeleka timu, sababu inawezekana na viongozi wakasema tupeleke timu. Mwalimu naye mwalimu naye kamtamshangaa naye kukubali kwenda anaiandaa timu mara mbili kwa ajili ya dabi afu dabi ya chezo, maana yake nini? Yuzi, msemaji wetu, anatuambia kwamba tarehe Jumapili kutakuwa ndio siku ya dabi na barua ikatolewa official na kokota pale walipo watu waje wanjani. Leo hii tunaambiwa bila sababu za msingi dabi imeahirishwa, na hakuna sababu ya msingi yote ambayo tumeambiwa, alafu mtu atuambia tarehe 25, tarehe 25 tupeleke timu hiyo, never, hiyo kitu hakipo kama hicho. Na kama watapeleka timu wataonyesha udhaifu ambao umepindukia. Kwanza yanga watatucheka, kwanza mpaka mida hii wanatucheka kwamba matakwa yao yote aliyotakiwa yamefuatiliwa Takwa la kwanza kabisa wasema viongozi wa, wa bodi hatuwataki, na kweli hawapo. Takwa la pili wakasema sisi tusogezewe mechi na mechi imesogezwa. mm. maana yake simba kadharauliwa kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo Simba ikitokea anapeleka timu Simba ataonekana atone, ni hopeless kabisa. tarehe 25 acha tucheze na, na, bodi ya ligi, na ikiwezekana hata mechi zinazofuata tusicheze, Yanga chukue ubingwa wake. Simba inaelewa mpaka hapo Yaani, yani mechi inazofuata za ligi Simba, Simba angestopu Yanga achukue ubingwa, na bodi ya ligi atajua na wenyewe, sisi tuanze, tuanze fresh kwa hili ambayo imetokea. Mchungaji, endapo ekundu wa Msimbazi Simba, kama ambavyo unajaribu kutoa maoni yako kwamba kwa heshima ya eh, nembo ya Simba Sports Club kwamba viongozi wasidiriki kupeleka timu uwanjani, unadhani hatima ya mpira wa Tanzania na eh... kwa mimi binafsi ninavyoona ni kwamba kwenye hili sakata Simba ndo kama wameshikilia mpini hivi maamuzi yao ndio yanakwenda kuamua eh, hatma ya mpira. Unaiona wapi hatma ya mpira Tanzania? Mimi nikwambie ndugu yangu, mbona yanga walisimama nchi nzima, paka viongozi, paka viongozi wa yanga, paka baadhi ya viongozi ambao tunaona kama wabunge, walisimamia msimamo huo huo kwamba tarehe kumi na tano hawapeleki nini, hawapeleki timu, wachezi na wa sababu za msingi, eti bodi ya ligi wao wana uwezo wao. Imefikia hatua sasa hivi kwenye nchi hii yanga wanaamrisha jambo na likaenda. Vilabu kumi na sita vyote, vilabu kumi na tano havina uwezo wa kuamrisha kitu, lakini Yanga ana uwezo wa kuamrisha kitu na na kwa hiyo yeye Yanga anaamrisha na kuambia kwamba tarehe kumi na tano sipeleki timu na viongozi wa bodi ya ligi wafukuzwe, na kweli wamefukuzwa, na bodi ya ligi, bodi ya ligi imepeleka mbele mechi. Alafu leo hii Simba inaelekea tarehe 25 anaenda hiyo. Ndio ile haiwezekani, kaka, haiwezekani. tutaonyesha udhaifu sana kwenye nchi hii na sisi tutatachekwa mpaka chini ya uvungu. Nasema hivi uongozi wa Simba kama ananisikia wasije wakapeleka timu uwanjani tarehe 25. Wakipeleka tarehe 25 na, na, na inatokea Yanga anashinda anachukua ubingwa sasa, mtasema nini kwa mtatuambia nini, nini, nini sisi mtatuambia nini? Mtatuambia nini sisi, mechi yetu ilikuwa leo Jumapili ya dabi. Alafu na shangaa eti kuna mtu mwingine anaona anaona kawaida. Sio kawaida hii, hii ni dharau ilioje. Yanga amekuwa nani kwenye nchi hii? Yanga kama nani kwenye nchi hii? Basi tumwache ligi acheze ya peke yake. ndio Ligi hii sio Yanga tu. Ligi hii ya timu karibu 15. Yanga anatoa maamuzi na anasikilizwa. Mbona si maamuzi yetu ya yasikilizwe? Na sisi tunataka maamuzi yetu tunayo toka kama wana Simba. Tarehe 15 25 lazima tucheze hiyo mechi waende na bodi ya ligi. Kama Yanga alivyokataa na sisi tucheze hiyo mechi. Au na Simba pia mna matakwa yenu mnahitaji. Matakwa yetu ni kwamba hivi mechi kwa leo tucheze. Kwa nini yairishwe? Na kwa nini sababu za msingi hatujapewa? Sa sababu za msingi hatujapewa. Ya Yanga alipewa sababu za msingi wanaambia mechi kuna rushwa, mechi na nini, kiusalama hairuhusiwi, wow. Walipo sababu hizo tuambie. Leo Simba amepewa sababu gani ya kuahirisha hii mechi kutochezwa leo? Yani from now tu watu wanaamua, watu wanaamua tu. Timu imetayarishwa, kocha anaitayarisha ile timu kwa gharama, kawaandaa wale ki psychology, baki akili, dabi ya pili inaahirishwa, kocha kama yule yupo ndani ya timu Chorali. So, ni neva wezekani. Tarehe 25 Yanga wakacheza na bodi ya ligi. Sisi hatutakubali. Kama viongozi watapeleka timu wapeleke wao. Kwa hiyo mashabiki, wewe ukiwa miongoni mwa baadhi ya mashabiki msimamo wenu, msimamo wenu ni kwamba msimamo wetu ni kwamba hivi tarehe 25 sisi timu atupeleke, kama viongozi wanapeleka wapeleke wao. Maana sasa hivi tunaonekana kwamba tunaendeshwa na tu, kwa, Yanga na, na, ni aibu. Ile nembo ya Simba ni kubwa kaka, ile mnyama yuko hapa pembeni leo, nikana tunaendeshwa na Yanga Afrika. Kanda mbili, kanda mbili tuendeshe sisi, kanda mbili tupeleke sisi yani, kanda mbili wanaamua, eti wanasemaje? Mechi sogezwe, na mechi nasogezwa Wanakwambia tufanye robodi watoke na wanetoka. Hapo inaonekana si ni watu so, chaka sasa hivi. Wanakwambia sisi ndio Yanga. Na sisi tunawaambia hivi ndio Simba, hatuchezi. Bwana mchungaji hapa kidogo nataka tuzungumze sasa. Kimpira. Eh, mwenyekiti wa klabu huyu eh mheshimiwa Murtaza Mangungu anasema kwamba e, waliopanga tarehe 15 ndio hawa hawa waliopanga tarehe 25. Simba inaheshimu mamlaka. Simba imesajiliwa kwa ajili ya kucheza mpira. Inakuwaje kama Mwanasimba, aidha e, shabiki, mwanachama, mdau e, na mpenzi wa Simba, unasema ya kwamba tarehe kumi na nane hatuchezi, huoni ni kwenda tofauti na uongozi bana? mimi kwanza, bahati mbaya mimi somwajiriwa sio mwajiriwa, so mwajiriwa wa Simba. Simba umeelewa bana. Yeah. Mimi nasema kitu ambacho nakifiri mwenyewe, si unaelewa. Mpaka hapo ndio, mimi sio mtu ambaye anaenda anapewa posho labda na mtu. Mimi Simba nimeipenda mi mwenyewe na Simba lazima nisemee pale ambapo tunaona kwamba Simba inaenda vibaya, nitasema. Mimi sitaacha kusema. hawa ah, ambao wanajua hao wanajua wana kupindisha wanaenda kupindisha. Mimi nimenyoka hivi siku zote, nikisema kweli ndio hivyo hivyo. Mimi nilikwambia Zanzibar tusipeleke timu. Kilichotokea, mimi nipiga kelele nikasemaje, nilikuwa nimevaa jezi hii kwamba Zanzibar, Simba asipeleke timu, tusikubali kupeleka timu Zanzibar. Simba sikapelekwa Bekari, sikachukua ubingwa ndio na hii tarehe ishirini na tano naenda kwenye mtego, yaani mtego umetegwa. Wao anajipeleka kwa sababu watu wanawambia eti ni mpira. Kama ni mpira, kwani wasingekubali kucheza leo? Kwa sababu watu wengine ujue wanataka kuingiza siasa kwenye haya mambo, anakwambia Simba si nzuri. mm -hmm. Sina kina Mpanzu, kwani siweze tarehe hiyo hiyo tu. Atuangalii, tunaangalia heshima ya klabu ya Simba. Heshima ya klabu ya Simba lazima isimame, vile vile kama Simba Sports Club. Mnyama akiwa hapa kwa moyoni, tumeona bana hivyo. Lakini leo inatokea Yanga yeye An akipanga la kwake linakuwa. Kwa nini la Simba likipangwa hivi? Ila kwamba si nchi hii ni Yanga peke yake. Nchi hii ya vilabu 16, ligi ya ya vilabu 16, kwa nini Yanga yeye ya anasikizwa peke yake? Hii ni dharau. Mechi kwa leo ichezwe. Full stop. Full stop. Kwa sababu wameandika kama kwenye magari atucheze ngoa tuje. Tu wamefanikiwa. Wamefanikiwa. Lakini sio. Wapeleke kusogeza mbele, wamefanikiwa. Tarehe 25 ndio siku ambayo imepangwa ndio adadi. Na sisi hatukubali kucheza tarehe 25. Na viongozi wangu naomba wakubali. Hii wazo nalo no hapa sikubali kucheza tarehe 25. Yanga wakacheza na bodi ya ligi. Hatima mpira itakwenda hapo. Nasema hivi, hatima na hiyo hivyo hivyo. Mbona wewe unakasikilizwa? Sasa nikuambie kabla ya hapo Yanga amsemeje? Sisi hakuna mtu mwenye uwezo wa kutunyang'anya hata pointi moja nusu no, alama <laughs> so mwende nusu <no> alama mchungaji. <laughs> <laughs> <laughs> Wanakwambia hivi bado hajazaliwa wa <laughs> kupokonya Yanga ya pointi e, hata hii moja. Je, nikuulize kuna mtu anayepokonya pointi Yanga? si ndio yeye mpeleka mbele tarehe eh? <laughs> ina maana Simba imekuwa shamba la bibi. Simba imefikia hatua za raulika kiasi hicho? Yaani Simba hapo wanaizarau, inafikia hatua mpaka maamuzi yanatolewa na watu wanasema tawile Tarehe tano tunaenda. Haiwezekani. Kitu kama hicho hakipo. Mtu anavuta kwenye tarehe anaotaka e, yeye. Eh, tarehe inapangwa. Bodi ya Ligi wanapanga tarehe wanavyotaka wao. Na sababu za msingi hawatupi. Mtego. Alafu watu wa watu wa Telegram wanachekelea wanasema tu tuta wa tutawafunga. Hakuna kitu kama hicho hata kama tupowafunga, lazima tuonyeshe msimamo wa mpira. Leo tarehe 15 ilikuwa ndio mechi yetu tunacheza leo. Mimi kwa ujumla nilikuwa na uwezo nikamwambia viongozi wa Simba: mimi ligi imeishia leo. kwamba michezo yote mitatu Yanga anachukua ubingwa wake, Simba akichukua ubingwa pointi tatu ungechukua, na sheria inaturuhusu. Ndio maana Bodi ya Ligi mpaka jana, mpaka jana mchana, mpaka jana mchana, mchana kwamba ligi wanakwambia kwamba dabi iko pale pale Ijumaa, anakwambia dabi iko pale pale jioni. Jana anakuja kutubadilishia ubao. Hii sio sio sawa na sio fair, wana Simba, mimi nasema tusikubali swala hili swala hili tusikubali. Yanga mm -hmm, Yanga kwa sababu alikataa kucheza tarehe kumi na tano na si tarehe ishirini na tano hatuchezi ngoma hiyo, draw ndio, yeah, ligi ionekane tu, hakuna bingwa leo atapatikana. Bana hayo, ni maoni yako mchungaji. Na nitashangaa sana. Na na, na, na, na nikueleze ukweli. Ndio. Mimi kuambia ukweli. Narudia tena. Mechi ya Zanzibar nilisimama nikasema hivi: Simba tusiende. Kama Benjamin Mkapa kama ameshindikana tusiende, tusiende. Siao ameenda. Brekana sibingwa. Tarehe 25 tena. Tunataka eti Simba tupeleke timu. Kwanza Yanga watatucheka, dunia itatucheka. Vilabu vyote tutaona sisi hatuna lolote. Kwa tabia hii tunaiona. Viongozi wanasifika kwa heshima, hekima na busara. Nikwambie hekima imegawanyika. Kuna hekima ambayo ya kuendeshwa. Hmm. Umeelewa? Hekima ya kuendeshwa, yani mtu anachofanya jambo lake, anaamua yeye alafu anaendesheni ninyi wote. Wao sikia Yanga anavyotamba sasa hivi. Usikii? Wanakwambia si ndio wenye nchi? Anasema usikie mwananchi hakuna mwananchi mwingine ndio sisi. Wanaenda mbali mbali zaidi wanakwambia hivi, tukisema letu hakuna mtu wa kutupingia. Hmm. Wanaenda mbali zaidi wanakwambiaje sisi kulikuwa hakuna uwezo mtu kutunyang'anya point. Na kweli hakuna mtu anyang'anya point. Wanasema no, ukitaka hata mangongo atoke. Wa wanasema hivi. Ah, wale bwana wacha chafu yangu. <laughs> Yaani wale wameenda mbali zaidi wanakuja kuzungumza sema sisi tukitaka hata kiongozi wetu wa Simba pale atoke. Anatoka. Kwa hiyo ni zarau hizo pitiliza hizo. Alafu na nyinyi mnakubali tarehe 25 tunaenda. Kwa sababu kuna machao wengine maneno kama hayo wanageuza. Kwa sababu so, kuna machao wanageuza maneno kama hayo. Kwa maana tarehe 15 tuendeni. Wakienda waende wao. Kwa sababu ukienda leo mnamsindikiza Yanga kwenda kuchukua ubingwa. Waende uwanjani. Wakienda tarehe 25 wanaisindikiza Yanga kwenda kuchukua ubingwa. Wanaisindikiza Yanga kuchukua ubingwa. Narudia, wanaisindikiza Yanga kwenda kuchukua. Narudia, wanaisindikiza Yanga kwenda kuchukua ubingwa. Tarehe 25. Yes, mchungaji umeongea mengi kweli kweli, japokuwa na nadhani una mengi, lakini mengine tu yahifadhi mpaka pale taarifa kutoka kwa klabu itakapotoka. Zungumza na wana, kwa, Simba ambao wanaitakia mema Simba Sports Club. Mimi kwa ujumla, yeah. Mimi sina taarifa. Yeah. Taarifa ni <laughs> ya kwao wao. Eh. Kwa kwa mimi nisek, nideje, eh, he, kiona, Chazabo, wana, yeah. Mimi kwa sababu naweza kujiongoza na mimi na akili timamu. Ni kwamba taarifa ya kwao wao. Hiyo taarifa atakayoitoa mimi ni shaini ndio nilichokiona. Mimi nilichokiona ndio hiki. Tazamo na msimamo wangu. Tazamo leo unaona mimi na msimamo wangu mimi ndio huu hapa. Kwamba tusiingie mkenge wa kudharauliwa. Nembo ya Simba haiwezi kudharauliwa kiasi kile. Nembo inaweza. Sasa hivi unajua yao wanajiita sisi, nasema sasa, unajua wanajiteje? Wanasema sisi ndio wenye mpira wetu. Tukisema leo tulinakuwa. Na wana Simba haimo. Ni dharau. Na kejeli. Ni dharau, sisi mimi, msimamo wangu naulia tena, tarehe ishirini na tano Simba sioni sababu ya kupeleka timu na Simba. Mimi na washauri wasipeleke timu. Yanga wacheze na bodi ya ligi. Shukrani sana, asante. Mungu awabariki sana, asante sana.